Unakuta tu kuna kijana anakuambia, ah, natamani niwe na demu j, j, j, j, yani demu wa kijini. Mtumie lugha hiyo kwa sababu rahisi kueleweka, natamani niwe na rafiki wa kijini. Wakati mwingine kulikuwa na taarifa kwamba kuna watu wan, wana marafiki wa kijini au wana mademu wa kijini. Kwa hiyo anaweza kaenda hata kununua kitu dukani, ghafla yule mwenye duka akamwambia umeshalipa. Mbona umenilipa hapa hapa? Ndiyo maana nimeona nitoe maudhui haya yanayohusu mizimu na majini na kadhalika, mapepo na, na mashetani kadhalika. Nina miaka kumi kama na nne hivi nikiwa na taarifa hii sahihi kuhusiana na mambo haya, na kwa sababu nimeishi miaka yote hii kumi na nne hilo jambo likiwemo kichwani, basi nimejikuta ni mtu ambaye siteteleki. Kila mtu anajua kwamba watu wengi wanatamani kuwa na majini au kuwa ni watu wanapendwa na mizimu. Na wakati huo, kipindi naamua kufuatilia mambo haya, nilikuwa bado mdogo. Nilipata simu ya batani, nikaingia mtandaoni. Bila shaka, unajua kuanzia hapa kurudi nyuma miaka kumi na huko, simu za simati zilikuwa kwa watu wachache kwa hiyo nilipopata ile simu nilikuwa mtundu kidogo, kwa hiyo niliingia mtandaoni nikasachi neno majini, kwa sababu kuna taarifa zilizokuwa zimezagaa kipindi hicho kwamba unakuta tu kuna kijana anakuambia: ah, natamani niwe na demu waji, yani demu wa kijini. Nitumie lugha hiyo kwa sababu rahisi kueleweka, natamani niwe na rafiki wa kijini. Wakati mwingine kulikuwa na taarifa kwamba kuna watu wan, wana marafiki wa kijini au ana mademu wa kijini. Kwa hiyo anaweza kaenda hata kununua kitu dukani, ghafla yule mwenye duka kamwambia, umeshalipa mbona umenilipa, mbona umenilipa hapa hapa. Kwa hiyo watu wengi litokea kuwa wanatamani, ah, natamani na mimi natamani. Taarifa hizo bila shaka, kwa vile na mimi nilikuwa ni mdogo, hata mimi zilinikaa. Kwa hiyo unatembea huku unawaza, eh, na mimi bahati ingenitokea. Ngenitokea, kwa hiyo nilichokifanya nilipopata hiyo simu, siku moja nimetulia nikawa nimeingia mtandaoni nika Google kupita, nafikiri ilikuwa Opera Mini, ya Opera Mini ndio ilikuwa tunapenda kuitumia. Kwa hiyo nilipo search niliandika tu majini, baadaye nikakuta kuna mtu katililika pale. Sasa ngoja nikujulishe mambo gani alizungumza ambayo yalinipa nguvu na kunifanya niwe na taarifa sahihi kuhusu mambo hayo. Alisema kuwa kila mtu anatamani awe na rafiki wa kijini. Kila mtu anatamani angekuwa na demu wa kijini hususan vijana. Na watu wengi wanaishi maisha hayo wakitegemea mapepo au majini na mizimu. Lakini bila shaka ni kwa sababu watu wengi hawajui au hawana taarifa sahihi kuhusu mambo haya. Alisema kwamba kiujumla na kiuhalisia, mpaka unatamani unapokuwepo dukani, ghafla tu mwenye duka kuambia umeshalipiwa, bila shaka kile kitu kina nguvu kukuzidi. Akasema bila shaka majini yana nguvu kuliko mwanadamu na yana ufahamu kama mwanadamu alivyo, yana uelewa, yana uwezo wa kutoa na kujumulisha na kusuka na kunyoa. Tena pengine kwa sababu ya mwanadamu ambaye huyu ambaye hajielewi wa sasa hajitambui, ni mkurupukaji, yanampita kung'amua mambo. Kwa hiyo majini yanatumia damu kama kinywaji, yanatumia nyama za binadamu kama kitoweo. Bila shaka tunajua, au tuna taarifa kwamba watu ambao wanakuwaga ni washirikina huwa wanakula nyama za watu, na ile namna ile nguvu na moyo ule wa kuwa na uwezo wa kugeuza nyama ya mwanadamu mwanadamu mwenzie kama kitoweo. Bila shaka hiyo namna wameambukizwa na hawa kwa hiyo mwanadamu hawezi kuwa rafiki na pepo na mashetani, hawezi kuwa rafiki na mizimu kamwe. Majini hayo hayo yana ufahamu kama ilivyo kwa binadamu, kulingana na mwanadamu hajui kujiwekea tahadhari kubwa hata kwa jambo analolijua kuwa ni hatari. Kwa sababu hiyo tu, yaani, una ufahamu mzuri, ila kwa sababu huwezi kujiwekea tahadhari kubwa kwa mambo unayoyajua ni hatarishi, na kujiendekeza jambo fulani ambalo tu la kusahau kusahau, yaani ile kujiendekeza kuwa kujiendekeza kuji, kusahau, sahau, unalijua jambo ni la hatari una tahadhari kubwa uliyoiweka kujilinda, yaani kwa sababu we ni rahisi kutojiwekea tahadhari, kwa sababu we ni rahisi kusahau. Na baada ya kusahau, unasema tendo la kusahau ni tendo la linamkamilisha mwanadamu, kwamba mwanadamu anakamilika akiwa na, na, na udhaifu wa kusahau sahau. Sasa kwa sababu mambo hayo umekoswa ufahamu wa kuyazingatia yaani umekosa kuwa mzingatiaji kwenye mambo unayojua sio mazuri, kwa kitendo hicho tu. Yaani kumbuka, unaufahamu na yenyewe yanaufahamu, ila kwa kitendo cha wewe kutokuwa na tahadhari kubwa kwenye maisha, katika mambo unayoyajua ni hatarishi na kujisahulisha, salaulisha, kutozingatia kulinda hiyo namna, usisahau mipaka na vitu ambavyo vitaleta madhara, kwa sababu hiyo tu na kalugha kwa kizungu wanasema huwa wana vinachukulia advantage yani, kwa sababu hiyo huwa vina vinapata upenyo yani, yani we kitendo tu cha kupuuzia eneo hilo kujifanya unajisahau, hicho kitendo tu kidogo, we unakichukulia ni kidogo, kwa kitendo hicho tu basi iyo mizimu ayo mashetani huwa yanapata nafasi ya kukula gai ya kukunyanganya au ya kukutawala, yanakulagai kwa ujinga wako, utanielewa tu. Mfano, kumbuka, yana nguvu kuliko binadamu, ila yanajifanya yako chini ya mwanadamu. Kumbuka hapo ni yaani kila, kila kimojawapo kinacheza na akili. Yana nguvu kuliko mwanadamu, lakini anajifanya yako chini ya mwanadamu. Na wakati mwingine utasikia kuna mtu fulani amefuga majini. Sasa je, unaweza kukifuga au kukikontrol kukitumikisha kitu kinachokuzidi nguvu? Jibu ni haiwezekani. Hauwezi kukikontrol kitu au kukifuga kitu kukitumikisha kitu kinachokuzidi nguvu. Bila shaka hapo kuna kaa mchezo, na kuna wengine wanaishi nayo, na kwa sababu wameshawekeana wa mikataba au makubaliano, huwa yanawasaidia katika mambo mbalimbali. Wakati mwingine, mtu ambaye anayo mambo hayo anaweza kuwa kwenye gari na gari ipo safarini gafula ikajitokeza hali ya kama kuna ajali inataka kutokea, lakini gafla yanaweza yakatokea yakasevu ile namna, kwa sababu ishu ni kukuaminisha wewe. Kumbuka, yanataka kuku, yanatumia yanakulagai, yanakunyang'anya haki yako kwa ujinga wako, kwa kukulagai. Kwa hiyo itabidi, yana nguvu kukuzidi, lakini atajifanya yako chini yako na yatakuaminisha zaidi kwa kukusaidia baadhi ya mambo, na ajali inaweza isitokee na ikatokea, ishara yakakuonyesha ishara kabisa, au yakakupa taarifa kwamba hapa kilitakiwa kitokee hiki, basi tumesha solve, mko salama, unaweza mkaendelea na safari. Inawezekana wakati mwingine, unaweza ukawa na shida fulani kwa sababu una taarifa na kumbukumbu kumbu ya kwamba wazazi wako fulani, aisa mababu fulani walikuwa na mikataba na makubaliano na mizimu, na kwa namna moja nyingine, kuna mahali ambapo huwa wanaenda kuyaabudu pale yanapokuwa au pale mtu anapokuwa na shida fulani, na bila shaka, baada ya ibada ile, huwa akienda shida yake huwa inaisha. Naomba nifafanue kwa fafanuzi zangu kuhusu mizimu hapa. Nilikuwa na nukuu taarifa za yule mtu aliyenisaidia. Sasa kuhusu mizimu, niongezee kidogo tu, baadaye nitaendelea. Kwa mimi ninachojua kuhusu mizimu mpaka sasa, ninajua mizimu na mashetani ni viumbe ambao hawana mwili kiuhalisia, ni viumbe wasio na mwili. Kwa hiyo hawakuumbwa maalum kwa ajili ya ku opareti duniani. Aliye na uhalali wa kuopareti dunia ni binadamu tu, ndio maana ana mwili unaoshabiana na eneo lake la kutawala. Kwa sababu hiyo, kwa nini sasa mababu wanaabudu mizimu? Mizimu ni mashetani ambayo kwa sababu babu zetu hawakuwa na taarifa sahihi kuhusu mwasisi wa mbingu na dunia, na maanisha jina maarufu Mungu hawakuwa na taarifa sahihi kwamba Mungu yuko na anatenda, anafanya kazi. Ilibidi watafute, kwa sababu yale mashetani yalianza kujipanua kwa kufundisha watu uchawi na uganga. Kwa hiyo wale babu zetu walipokuwa wanapatwa na changamoto, aidha wale wachawi wanaenda kuwasumbua babu zetu, walikuwa wakienda kwa waganga, na wale waganga walikuwa wakiwapa haya mashetani ambayo ni majini, ila kwa makubaliano marumu ai sababu, huyo ataambiwa leta kuku au mbuzi, na ile mbuzi watachinja itatokeza damu, ile ni ishara ya agano makubaliano, kwamba mimi, nyie mapepo au majini, kwa vile nyie mnapenda damu, mimi ninawapa damu na nyie, naomba munilinde mimi na uzao wangu. Kwa hiyo yale ni makubaliano ya majini na na mwanadamu. Kwa sababu hiyo kwa, sa, kwa vile yale majini yamekaa kwenye ukoo kwa makubaliano ya mababu kwa siku nyingi, ndipo yaligeuka jina yakaitwa mizimu kwa jina la asili la mababu. Kwa hiyo na yenyewe ni yale yale, ni miongoni mwa viumbe wasio na mwili na wasio na uhalali wa kufanya chochote duniani. Ndiyo maana ili wafanye kitu chochote duniani lazima wamtumie mwanadamu ambaye ndiye ana uhalali kisheria ya ni elimu pana kidogo, lakini niishie hapo kuhusu mizimu. Tuendelee na nukuu kuhusu yule mtu aliyenisaidia. Yule mtu aliendelea na topic ile, sikumbuki ni nani, ila nakumbuka kile kitu nilichosoma pale. Alisema kamwe mwanadamu hawezi kuwa rafiki na majini alisema kamwe mwanadamu hawezi kuwa rafiki na majini mizimu na kadhalika kadhalika. Majini, mizimu, mashetani, mapepo haviwezi kuwa rafiki na mwanadamu kamwe, hata siku moja, kwa sababu zifuatazo. Kwa sababu majini mizimu na kadhalika vinatumia damu kama kinywaji, vinatumia nyama kama kitoweo. Utakuwaje rafiki na kitu kinachoweza kukuangamiza? Kwa hiyo kitendo cha kujiona eti wewe ni rafiki wa jini mizimu na kadhalika ni hatarishi kwako eti wewe una urafiki na jini, wewe ni rafiki na mizimu, basi ujue umeingizwa mkenge na rafiki huyo. Umeingizwa mkenge kwa sababu kumbuka, wewe ingawa umemfuga, ingawa ni rafiki yako unahisi, lakini huwezi kumfanya unalotaka. Akikuudhi huwezi kumpiga, huwezi kumfanya chochote lakini yeye anaweza akakufanya chochote ikiwa tu umeenda kinyume na matakwa yake. Unamfuga ndiyo, yani kumbuka wewe unamfuga, lakini ukienda kinyume una, anakufanya anavyotaka. Mfano mzuri ni huu, kama rafiki huyo anaweza akakufanya atakalo basi tambua wewe ndiye umefugwa kwa hila. Nikupe mfano mmoja, jot alizungumza na huu mfano aliuzungumza kwamba, hebu fikiria mfano umefuga kuku, baadaye mgeni akatokea, bila shaka una uhuru wa kuchinja yule kuku, au hata kama sio mgeni, umepata shida au yule kuku hatokezi matokeo unayoyataka hakamilishi kitu unachokifikiria kikamilike, basi yule kuku wakati mwingine unaweza ukamuuza kwa ajili ya kukamilisha mipango yako. Kwa hiyo vivyo hivyo, unapokuwa rafiki na mizimu na mapepo, wewe utaona ni kama umeyafuga na una namna ya kuyamuru na yanafanya unachoyaagiza, lakini unakuwa yenyewe ndiyo yamekufuga, yamekushikilia. Nafikiri huyu mtu alikuwa ni mtu fulani mwishoni, alimalizia akasema, na kwa sababu majini na mashetani hayajui siku yako ya kufa, ambayo imeamuliwa na muasisi wa mbingu na dunia, Mungu. Kwa sababu hayajui yatakuwa na wewe, kwa sababu mmeshakuwa na muunganiko na makubaliano, itabidi ya kuaminishe kadiri yanavyokuaminisha vile. Siku zinaenda siku zinaenda, una rafiki nayo mnatenda nayo kazi, inafikia hadi siku ya kufa kwako, ukiwa huko mikononi mwa yenyewe. Kwa hiyo kwa sababu hiyo, utakuwa huna connection tena na muasisi wa mbingu na dunia ambaye ni Mungu, lugha inayoeleweka kwa sababu hiyo, hata kutambua utakuwa huna connection tena. Kwa hiyo utakuwa kwenye fungu la hivi viumbe visivyokuwa na mwili ambavyo havina uhalali kisheria katika kuitawala dunia na kuopareti jambo lolote, utakuwa umepata hasara. Hayo ndiyo mambo nimependa nikushirikishe kwa leo, kwa sababu kuna mambo mengi vijana na watu fulani wana mambo mengi sana, yani wana mambo mengi. Kwa hiyo lazima kitu nachokijua ukiweke wazi huenda pengine anaweza mtu mmoja akaelewa ya, yeah. Naitwa Joshua Jastin, karibu kwenye chaneli yetu Vyovyote vile, karibu utajifunza mambo mengi, ambayo kila kitu ambacho Mungu angependa watu wajue mambo kadha wa kadha, kwa sababu dunia imevurugwa na watu wengi. Ya yapo mengi ya kuzungumza, lakini leo tuishie hapa.